Hamza Diluki anaweza akawa uwanjani kama amerudi, anaweza akawa uwanjani hata kama ajifanya mazoezi na timu, anaweza akawa uwanjani. Yes, Hemedi Suleiman Moroko, huyu ndio mtu wa kumtazama zaidi sasa katika mchezo huu na ndio mtu ambaye atakuwa na macho ya wengi zaidi, yaani macho ya wengi atakumwangalia huyu. Kocha ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania amepewa nafasi na, na Simba Sports kuiongoza katika michezo yake miwili, yaani mchezo ya wake wa ndani na mchezo wa kimataifa ki huyu jamaa kilio chake kikubwa kilio chake kikubwa katika timu ya taifa mara kwa mara nasema wachezaji wa kitanzania wana vipaji vikubwa lakini hawapewi nafasi katika vilabu vikubwa yaani simba yanga azam hawatoi nafasi kwa wachezaji wenye vipaji ambao ni wazawa yeye leo amekabidhiwa sasa mpini yaani katika shamba kubwa la pale msimbazi yeye anakabidhiwa mpini je anaweza akasacrifice kutumia wachezaji wa kizawa je tunaweza tukashuhudia akina Morris Abraham uwanjani? Mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana anazungumziwa sana huyu kijana wa Kitanzania Morris Abraham, ambaye ametoka huko nje Poland, yupo m Simba, Simba, anaweza kapata nafasi ya kucheza hiyo, hatujui lakini, ni sehemu ya kupini kuuliza swali kwa huyu mwalimu. Je, anaweza kwa tumia mchezaji wazawa, akina Kibdenzi? Tutaona, leo uwanjani Kalabaka, tutamwona uwanjani leo.